Muitikio umekuwa ni mkubwa sana, lakini sisi Frebu Cup mkono, au Dr. Howo, Frebu Cup 2025 bado tunaona kabisa kwamba lile lengo letu linakwenda kutimia kwa sababu tunajua kabisa kwamba leo tunatoa burudani lakini pia tunajua kabisa, kabisa maisha na soka ni maisha, lakini vilevile vile tunajua kabisa kwamba kupitia fursa hii tunaweza tukaendelea kuhakikisha vijana au wale wapenda mpira au wadau wa mpira wa miguu wanazidi kufurahi lakini pia tunajua kabisa, kupitia mashindano haya, basi itakuwa ni connection kwa vijana wetu kuendelea kukuza vipaji vyao, lakini pia kuhakikisha kwamba hata watazamaji wanaotazama basi wanaweza wakaendelea kuwaona, lakini pia na kuweza kusajiliwa, kwa sababu malengo yetu makubwa si tu kwamba waishie mchangani. Malengo yetu makubwa, tunaitamani sana wacheze kwenye level za ligi kuu, lakini pia wanaweza wakafika hata ligi ya mkoa, daraja la kwanza. Lakini pia tunajua kabisa kwamba tunatamani hapa ielekee kitaifa na kimataifa. Unajua mpira ni maisha, kwa maana ya kwamba uh, katika mpira kuna watu wamewekeza nguvu yao, ni sehemu yao ya utafutaji na wanatakiwa kuishi. Kwa hiyo wameona Dr. Howo Frebu Cup ni sehemu ambayo wanaweza kuwekeza ile nguvu yao na wakapata matokeo yale ambayo wanatarajia kuyapata. Sijui wao wanaichukulia kwa ukubwa gani, lakini kwangu mimi ni tafsiri kwamba wanakiona kile ambacho wanatarajia kukipata watakipata, na mimi naendelea kuhakiki kwamba hawajachagua vibaya, wamechagua vema kwamba hilo ambalo wanalitarajia watalipata. Sisi tunaendelea kuboresha na kuwapa kile ambacho wanastahili kupata.